Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa na update kuhusiana na kitu ambacho S2KIZY, huyu ni producer ambaye anafanya kazi na wasanii wengi hapa Tanzania, ikiwemo Diamond pamoja na Harmonize. Umeona bwana bwana eh? Sasa S2KIZY bwana, this time around ameamua kufanya jambo ambalo kwa namna moja au nyingine tunaweza kusema kwamba wazi kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo jamaa ameamua kuueleza wazi jinsi anavyojisikia kuhusiana na, yuko proud na kazi ambayo amekuwa akiifanya eh, kwa muda mrefu na mapinduzi ambayo ameyafanya katika industry ya muziki. S2Kizy waga na claim kwamba yeye ndio producer namba moja hapa Tanzania na this time around ni kwamba amesema kwamba ameamua kuweka hilo wazi tena kupiti kwa maandishi kupitia kurasa wake wa Instagram amedai kwamba hakuna producer anayemfikia kwa ngoma za kimataifa. Yani international bangers, international songs. S2Kizy kwa, anadai kwamba hakuna producer hapa Tanzania ambaye anamfikia yeye kwa international hits mimi. Hakuna. Na haya maandishi yote actually ameandika kwa kwa ameandika kwa eh, kwa herufi kubwa kuonyesha msisitizo. So ameandika hivyo kwamba I don't give a f. Eh, sijawahi kuona sijawahi kuona kama mimi. Hakuna producer aliyewahi fanya global hits and international penetration songs kama mimi, dead or alive. Umeona, yani katika historia ya mziki wa, wa Tanzania anadai kwamba S2Kizy hakuna producer kama yeye ambaye ameshawahi kufanya ngoma ambazo zikaenda kimataifa. Yani anazungumzia maproducer ambao wako hai na waliofariki. Hakuna producer kama yeye, ukiwa combine hao wote. Akaendelea kusema kwamba Nobody, nobody, nobody. In all generation, yani katika generation zote hakuna since mziki uanze hapa Afrika Mashariki, sio Kenya, sio Uganda, sio Burundi, sio Rwanda na sio Tanzania. I'm him, yani mimi ndiye e, tume tumewapa nyingine hiyo inaitwa Nesanesa. Big shout out kwa Rayvanny na Diamond for always believing uh, delivering Blessings to my beats Maona, eh? Amesema hivyo kwamba sasa amewapeni ngoma nyingine inaitwa Nesa Nesa kutoka kwake Diamond na Rayvanny, na pia vile vile S2KIZY amedai kwamba anawashukuru hawa wasanii kwa kubariki biti zake, so it is what it is. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.